Jinsi ya kutafuta wateja wa biashara. Ili kupata aina sahihi ya wateja wa biashara, unahitaji kuwa na majibu ya maswali yafuatayo: moja, ni aina gani ya wateja unataka kuwachagua? Mbili, wateja wanapatikana eneo gani? Tatu, njia gani utatumia kuwasiliana na wateja Nne, utajuaje bidhaa wanazohitaji wateja? Na tano, unaweza kukidhi mahitaji ya bidhaa ambazo wateja wanahitaji? Kuhusu kuchagua kundi sahihi la wateja, chagua kundi la wateja ambalo linaweza kununua bidhaa nyingi kutoka kwako. Tafakari mambo kama yafuatavyo: kipato cha wateja jinsia ya wateja, umri wa wateja na kadhalika. Kuhusu uchaguzi wa eneo wanakopatikana wateja, tafakari eneo ambalo unaweza kupata wateja wengi. Tafakari mambo yafuatayo: wateja wa eneo ambalo umelichagua kufanya biashara, yaani wateja wa eneo ambalo umelichagua kufanya biashara. Pili ni wateja wa mbali na eneo ambalo unafanya biashara. Kwa maana kuwa kuna makundi, kuna mambo mawili ya kutafakari. Kwanza ni wale wateja ambao wako sehemu hiyo unaofanya biashara, lakini pili kuangalia uwezekano wa wateja ambao wako mbali na pale unapofanya biashara. Kuhusu jinsi ya kuwasiliana na wateja, kuwasiliana na wateja ni muhimu kwa sababu lazima uelewe mahitaji ya bidhaa za wateja wako. Unapofahamu mahitaji ya bidhaa za wateja wako, inakuwa rahisi kuwapa bidhaa ambazo zinakidhi mahitaji yao. Unaweza kuwasiliana na wateja kwa kutumia maswali, website na hata mitandao ya jamii. Kupitia mawasiliano na wateja utafahamu wapendacho na mahitaji yao. Unaweza kusambaza maswali kuuliza wateja kuhusu wapendacho na bidhaa wanazohitaji. Unaweza pia kuhoji wateja kujua wapendacho na mahitaji ya bidhaa. Kuhusu kufahamu bidhaa wanazohitaji wateja. Utakapofanya mawasiliano na wateja, inakuwa rahisi kufahamu aina ya bidhaa wanazopenda. Hivyo ni muhimu kuwapa wateja bidhaa ambazo wanapenda na sio zile ambazo wewe unachagua au umechagua. Kuhusu kukidhi mahitaji ya bidhaa za wateja. Baada ya kufahamu bidhaa ambazo wateja wanapenda, hakikisha unawapa wateja bidhaa wanazopenda. Hakikisha wakati wote inakuwa, hakikisha wakati wote duka lako au sehemu unafanyia biashara kunakuwa na bidhaa ambazo wateja wanapenda. Sio vizuri wateja wanapofika dukani kwako au mahali unapofanya biashara, wanakosa bidhaa ambazo wanazipenda. Tumefika mwisho wa video yetu ambayo inaeleza mbinu za, mbinu tano za kutafuta wateja kwa ajili ya biashara. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na, na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.